Kuna watu waliuliza kwa nini mnamuita Maria Bikira ili hali alizaa watoto wengine na Yosefu? Tukisoma katika Mathayo sura ya 12 aya 47, na Galatia sura ya kwanza aya ya 19, nami ningepewa kwa kujibu kuuliza hivi hivi: ni maandiko hayo tu yanaopatiwa uhakika huu wote ulionao au una chochote kingine cha taarifa? Maandiko hayo kwa baadhi ya tamaduni ikiwa ni pamoja na tamaduni za kiafrika na kiyahudi ni tata, na sidhani kuwa kwa mtu anayetumia vyema akili zake anaweza kuchukua uamuzi mzito hivi kwa kutumia maandisho hayo pekee. Kanisa Katoliki lina vyanzo vingi vya taarifa, ikiwa ni pamoja na mapokeo toka zamani kabisa, ambayo yalithibitisha kuwa Maria hakujuana kamwe na Yosefu, lakini hata mshangao wa Maria alipopashwa habari naonyesha dhahiri kuwa alikuwa na nadhiri za daima za kubaki bikira. Katika Luka sura ya kwanza ya 34 alisema hivi: itakuwaje neno hili, maana simjui mume. Kama alikuwa na uhakika wa kuishi nyumba na Yosefu, asingeshangaa, kwani hakuelezwa ni lini atashika hiyo mimba. Vilevile vile kadiri ya Matayo, Yosefu alikubali kumpokea Maria mkewe, lakini hakumjua kamwe kipindi chote cha ujauzito wake katika kuonyesha ukweli kwamba Yesu alitungwa mimba kwa uwezo Diapo, kwanza, 24, hapa, wa Roho Mtakatifu, japo hasemi baada ya kujifungua mambo yalikuwaje. Rejea Matayo sura ya kwanza aya ishirini na nne hadi aya ishirini na tano. Hapa ndipo umuhimu wa mapokeo unajitokeza ili kuondoa utata huo na kuepuka kufundisha uongo. Ukisoma Marko sura 6 aya 3 na kulinganisha na Marko sura 15 aya 40 unaweza kuondoa utata huo kwa kiasi fulani, kwani Marko amemwelezea Maria mama yao hao waliowataja mwanzo. Tena kitendo cha Yesu kumkabidhi mama yake kwa Yohana alipokuwa kufani pale msalabani, ukirejea Yohana sura ya 19 26 hadi 27 pia ni uthibitisho mwingine kwamba mama yake hakuwa na watoto wengine na Yosefu hakuwako hai. yangu ungekuwa Yosefu, je, tamaa yako ya mwili ingekufanya ujuane na mama Mwokozi au wa Mungu wako bila hofu wala haya? Tatizo ni kwamba baadhi ya wahubiri wa siku hizi wana lengo la kulipinga na kulichafua kanisa Katoliki. Hii ndio sababu wanatamaa ya kutaka kufumbua fumbo hili la umwilisho. Hivyo wanafundisha kuwa mama wa Yesu alikuwa na watoto wengi, lakini ni wazi kwamba hawaelewi kabisa fumbo la umwilisho wala sifa za mwokozi wala za mtu aliyedaiwa kuwa mama ya kama usipo ni follow leo uendekani marako wa mwisho kuniona ni follow, kwa mafundisho mengi zaidi ya imani pia usisahau kuifata mitandao yetu mingine ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Oscar Mkatoliki kusudi tuinjilishe kwa pamoja. Ni mimi mtumishi wenu mdogo nisestahili, Oscar Mkatoliki. Tumsifu Yesu Kristo.